Wilfred well Kimati ni kijana mwenye umri wa miaka 23 sasa, mkazi wa kijiji cha Kyomu kaskazini mashariki mwa mkoa wa Kilimanjaro. Asubuhi yake huanza kwa kutembea umbali wa takribani kilomita moja hivi kufika katika shamba lake la vitunguu. Yeye na wananchi wengine katika kijiji hicho wamedhamiria kutumia kilimo kama nyenzo wa ya kujikomoa yani ya, kiuchumi. Yani, na ujasiri wote kwa, kwa, ni mradi wa kuwajasirisha maarifa ya kiuchumi wananchi wa vijijini katika baadhi ya maeneo ya wilaya ya Moshi na Siha mkoani Kilimanjaro, kiingia Ki vijijini kama huku in remote area, kama hapa Kyomu kilomita takribani arobaini na mbili kutoka Moshi mjini, unaweza ukaimajini ya kwamba kumfundisha kijana huyu kuhusiana na elimu ya fedha binafsi, elimu ya uwekezaji kujiandaa kustaafu, namna kuweza kuongeza thamani kwenye mazao yake, lakini sio tu kilimo, lakini kufahamu mnyororo wa kilimo wote ni jambo la msingi sana. Kabla ya wananchi kupewa nyenzo na mitaji, wanashiriki kwanza katika mafunzo, ambapo kuhitimu kwao humaanisha kielelezo cha mwanzo wa safari ya kukabili umaskini. Kwa hiyo hichi ambacho wamekipata, walichojifunza leo katika idadi ya wahitimu 26 wakaweza kwenda kupractice wahakikishe kabisa kwamba wanaenda kuyafanyia kazi. Programu yetu sisi ni kuwawezesha vijana. Sasa unapata elimu ya ujasiriamali lakini unakuja sasa kukutana na sisi CRB kwa kukuweza kukuwezesha kukupa elimu ya uwezeshaji ambayo tunakuwezesha katika njia tatu. Njia ya kwanza tunakuwezesha kwa kukupa elimu ya kifedha, ni kwa jinsi gani utaweza ku, uh, kutumia hela ambayo unaipata. Baadhi ya ba, wanufaika wa mradi huo wanaeleza matarajio yao. Na mimi kama mnufaika ni kwamba miaka ya nyuma ambayo nimesoma taifa hili imenijenga mimi kuwa na kwanza confidence nilionayo leo. Lakini kubwa zaidi ni na, mimi ninamiliki biashara mbalimbali mbali. Zaidi ya wananchi mia moja kutoka maeneo ya vijijini wanawezeshwa kupata maarifa lakini pia mitaji kwa ajili ya kuendeleza shughuli mbalimbali za uzalishaji mali ili kujikwamua kiuchumi. Mimi ni Enos Masanja, Azam News, Kilimanjaro.